Karibu Mkongwe Farm. Siku ya leo utaona kuku wangu wamechangamka, lakini tayari kuna ugonjwa umeingia bandani. Video hii ni ya muhimu kwa sababu nitakufundisha namna ya kugundua ugonjwa mapema kabla kuku hawajazidiwa. Sawa, kwa hiyo kana mimi mpaka mwisho utajifunza namna gani ya kugundua ugonjwa mapema na namna gani tutautibu ugonjwa baada ya kugundua. Sasa kuku wangu ukiwaangalia wamechangamka. Hamna aliyeshusha mabawa wala hamna aliyezubaa, lakini kuna kinyesi kiko pale Kuku mmoja amejisaidia tayari, kinaonesha ugonjwa huko bandani kwangu. Sasa ngoja nikuoneshe chikinyesi vizuri, nafikiri unakiona. Amejisaidia ni mwaro kama mweupe mweupe, na tayari dam, kuna damu kama damu damu. Sawa, unaziona kuna kama rangi za damu damu hivi. Sawa, huu ni ugonjwa wa coccidiosis. Ukiona kuku wako amejisaidia kinyesi cha namna hii, hii ni ugonjwa wa coccidiosis sasa ugonjwa huu huu unavyoingia kwa mara ya kwanza, utaona kuku wako wamechangamka tu kama hawa, kama ndo kwenye hatua za awali. Kuku watakuwa wamechangamka, hawajazuba, wanakula vizuri, kila kitu. Ukiwahi kutibu kwenye stage ya kwanza, ni rahisi kuku wako kupona moja kwa moja, lakini ukichelewa mpaka kuku wako wakaanza kushusha mabawa, tafsiri yake ni kwamba kuwaokoa itakuwa ngumu. Kwenye matibabu yako, lazima kuna ambao utawapoteza na nikupe siri nyingine uliokuwa ifahamu, magonjwa yote ya kuku ukiawahi kwenye steji ya kwanza huwa yanapona, lakini ukichelewa kwenye steji ya kwanza huwa watapona baadhi na lazima utapoteza baadhi. Sasa sisi tunakuwa serious sana kwa sababu hatutaki kupoteza kuku hata mmoja. Sasa zipo dawa nyingi ambazo zinatibu ugonjwa wa coccidiosis. Sasa nimekuandalia tena kipindi kingine ambacho nitakuonesha natumia dawa gani ili mimi kuondoa ugonjwa huu na hizo dawa nawapaje, nawapa kwa muda gani? Alafu nitakuonesha yaani, ukishaanza kuwapa hizo dawa baada ya muda mfupi tu utaona kinyesi kimebadilika. Kwa hiyo tipu unayotakiwa kuikumbuka ni lazima, kila siku asubuhi, mchana au jioni, unapokuwa unahudumia kuku zako, unapokuwa umeingia bandani, uangalie kinyesi cha kuku wako, wanajisaidia kinyesi cha aina gani kinyesi cha kuku kinaonyesha mengi sana utaona kuna wengine wamejisaidia vinyesi vya kawaida lakini hicho ni kinyesi kimoja tu cha kuku mmoja kwa hiyo tayari ugonjwa umeshaanza kuingia lakini wengine utaona vinyesi vyao ni vya kawaida tu kabisa kwa hiyo tunaanza kutibu hatua ya kwanza ugonjwa unapoanza kuonekana kabla kuku hajaanza kudhoofika tuna grupu la WhatsApp ambalo tunatoa mafunzo. Tuna grupu la bure na tuna grupu la VIP ambalo ni shilingi elfu tatu tu kwa mwezi. Karibu jiunge, ujifunze zaidi, uongeze elimu yako na uongeze knowledge yako, uweze kufuga kuku kwa manufaa na kuku kwa faida. Karibu Mkongwe Farms.